Wakulima katika kaunti ya Nandi wamenufaika na mafunzo ya jinsi ya kudhibiti kwekwe na magugu shambani kwa kutumia mbinu tofauti. Utumiaji wa madawa ya kemikali kunyunyiza shambani umetajwa kuwa na athari ya kiafya kwa binadamu, kwa chakula na hata katika mazingira. Wakizungumza baada ya kutoa mafunzo kwa wakulima mbalimbali mbali, eneo la Kapsitoi eneo la Nandi Hills, wadau wa kilimo wamesema kuwa maafisa wa nyanjani wamebaini kuwa mbinu ya kung'oa kwekwe au kupalilia kwa kutumia jembe ni bora zaidi kuliko kemikali, na wakulima wanapaswa kungoa wakati, eh, bado kwekwe ni changa. Aidha, wakulima walinufaika na mafunzo ya jinsi ya kutengeza mbole ya gunde, yani maarufu organic manure. The only people who are supposed to use the chemicals ni mtu ametrainiwa ama mwenye ashapewa hiyo training ama mafunzo kuhusu, kuhusu the use of chemicals. So, Uh, we don't advocate for farmers watumie kemikali kama mtu bado hajafunzwa how to use the chemicals na ni kemikali gani zinafaa kutumika. So kwetu tuna advocate for hand pulling na pia uh, kutumia vifaa kama jembe want to minimize the input of production and maximize the output of their produce. So we have come up uh, with an idea of uh, training our trainees so that they have the skills and knowledge for their extension services to the entire community and entire nation at large. Imetembelea mafunzo kwa siku ya leo katika Eastern Produce kufurahia mafunzo ya ukulima wa chai, ukulima ya avokado na kila Jambo la kufurahia ni kuzuia watu, kueleza watu wasijaribu kutumia dawa ya kemikali katika chakula ya kupanda.